Hivi mwe kusikia ombi la Bikira Maria juu ya sala neema katika siku yake hii ya kukingiwa dhambi ya asili. Sherehe ya Bikira Maria kukingiwa dhambi ya asili huadhimishwa siku nyingi duniani kote kabla ya kutangazwa rasmi kama dogma ya imani. Fundisho hili kuu lilitangazwa rasmi na Baba Mtakatifu Pius wa tisa tarehe 8 Desemba mwaka 1854. Maria alimwambia Mtakatifu Bernadette alipomuuliza kwamba yeye ni nani, kuwa mimi ni mkingiwa dhambi ya asili. Mungu alimwokoa Bikira Maria tangu mwanzo wa kumbwa kwake na alimlinda hivi kwa sababu alimwandaa kuwa mama mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Bikia Maria alitangaza mwenyewe kuwa alikuwa amekingiwa dhambi ya asili na hivyo aliwahakikishia watoto wake kwamba walikuwa sahihi katika kile walichokiamini juu yake. Maria alitunza uzima wa roho au neema aliyojaliwa na Mungu katika maisha yake, huku uzima huo ulikuwa ukikuzwa ndani yake siku hadi siku. Lakini tunachopasa kujifunza katika sherehe hii ni kwamba katika ubatizo Mungu anatupatia zaadi ile ile aliyojaliwa Maria alipotungwa mimba. sasa Tuje juu ya saa la neema. Saa la neema ni ombi maalum kutoka kwa mama yetu Bikia Maria. Ni mwaliko wa kupokea neema za ajabu kutoka kwa Mungu. Mama yetu Maria alipomtokea Pelinagile mnamo Desemba 8 mwaka 1947 alimwambia hivi: Nawataka watu waadhimishe kila mwaka Desemba nane saa sita mchana saa ya neema kwa ajili ya ulimwengu wote. Kupitia ibada hii, neema nyingi za kirona za kimwili zitatolewa. Hivyo alisisitiza kuwa muda wa kuanza hiyo ni saa sita mchana hadi saa saba alasiri, ambapo ni sali moja kamili. Unaweza kuadhimisha saa hii ya neema ukiwa nyumbani, kanisani na mahali popote utakapoweza, mradi tu, omba kwa imani na ibada. Jinsi ya kusali saa ya neema: mosi, weka kando migongano yoyote. Wakati wa saa hii takatifu, zima simu yako, weka kila kitu pembeni. Baada ya ya hapo, anza saa ya neema kwa kusali Zaburi hamsini na moja mara tatu huku ukinyosha mikono yako juu. Baada ya kumaliza kusali Zaburi hamsini na moja mara tatu, uende muda bado ukawepo sasa. Katika muda huo unaobakia utumie kama ifuatavyo. Unaweza kufanya vitu ifuatavyo: cha kwanza, sali kimya kimya; cha pili, tafakari ya mateso ya Yesu; cha tatu, sali wazai takatifu; cha nne, msifu Mungu kwa maneno yako mwenyewe, imba nyimbo za kiroho, tafakari juu ya zaburi au sala unazozipenda.